Mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja, kati ya vitu ambavyo vimetokea ni kwamba huyu kijana anaitwa Ali ambaye inadaiwa kwamba alijeruhiwa na Mwakinyo bondia maarufu tu hapa Tanzania eh, kwa kosa linalosemekana kwamba alikuwa ni alichukua nazi. E, kulikuwa kuna nazi imedondoka. Huyu kijana alisema kwamba alivyoziokota, e, Mwakinyo akamkamata na kumuingiza ndani kwake na kufungulia mbwa pamoja na kumjeruhi. Sasa huyu kijana sasa hivi ameshatoka hospitalini, amerudishwa nyumbani kwa ajili ya kuendelea kujiangalia kujitizamia hali, lakini pia kesi inaendelea huku Mwakinyo akiwa ameachiwa kwa dhamana. Sasa basi, peji hapa mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari. Kwa mfano hapa, kuna peji wamesema kwamba kijana aliedaiwa kujeruhiwa na bondia Hasani Mwakinyo kwa visu na mbwa, e, arejea nyumbani. Ha, anazungumza akidai kwamba hali yake bado sio nzuri. Kijana Ali Musa mwenye umri wa miaka 21, mvuvi na mkazi wa Sahare jijini Tanga, amerejea nyumbani baada ya kukaa hospitalini, hospitali ya mkoa wa Tanga Bombo, e, kwa takribani siku kumi na tatu ki uguza majeraha aliyoyapata alfajiri saa 12 asubuhi ya, ya tarehe 4 mwezi wa tatu mwaka huu 2021 wakati akiokota nazi zinazodaiwa kuwa ni za bondia Hassani Mwakinyo. Akizungumza akiwa nyumbani hapo, kijana Musa Ali amesema kwamba amerejea nyumbani baada ya kupata ruhusa kutoka hospitali ya Bombo, lakini hali yake bado sio nzuri, kwani amekuwa akipata maumivu makali hususan ni nyakati za usiku pamoja na saa pamoja na mchana vilevile vile. Lakini pia kijana huyu amehitaji usaidizi wa watu kwa ajili ya kumbeba kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Amesema tangu arejee nyumbani kutoka kwenye matibabu katika hospitali ya Bombo bado hajapokea salamu za pole kutoka kwa familia ya Hassan Mwakinyo kutokana na kitendo kilichotokea cha kushambuliwa na mbwa wa kali pamoja na kukatwa na visu. Kwa upande wake baba mzazi wa kijana huyu ambaye anafahamika kwa jina la dini Amir Shehiza amesema kijana, kijana wao Musa Ali kwa sasa hivi amekuwa ni tegemezi, kwani eh, amekuwa ni tegemezi, kwani hawezi kufanya kazi yoyote kutokana na eh, kuvunjwa mguu huku akiendelea kugharamia matibabu ya kijana wake ambayo hadi sasa hivi yamefikia zaidi ya laki nane. Kesi hiyo inatarajiwa kusikilizwa mahakamani mnamo tarehe 27 mwezi huu wa tatu mwaka huu 2024 katika mahakama ya mwanzo iliyopo jijini humo. Uh, iliyopo jijini humo, huku bondia Hassani Mwakinyo akiwa nje kwa dhamana. So hivyo ndivyo hali ilivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.